Siku ya tarehe ishirini na tisa yeyote nyinyi nyote, jitokezeni kachagueni viongozi mnaowataka kuwaongozeni nyie, bila hofu wala kuogopa. Hakuna mtu anaweza kukudhuru, serikali ipo kwa ajili yenu. Lakini viongozi wangu wa dini niseme tu jambo la kuleta amani na kulinda amani, naendelee ni kuwapongeza sana. Mimi ni muumini wa kanisa Katoliki, nahudhuria kanisani na waona viongozi wangu wa dini wanavyoombea amani ya nchi hii, lakini nahudhuria makanisa mbalimbali mbali, mpaka misikitini nawaoneni viongozi mnavyofanya kazi kubwa ya kuiombea amani ya nchi hii, na washukuruni sana na kuwapongeza sana. Kazi yenu mmekuwa mkitenda vizuri sana, sisi kama serikali ni kuwalinda, ili kazi yenu muweze kuifanya ipasavyo. Swala la amani ni swala kubwa, ni swala muhimu sana. Acha nchi, hata kwenye familia yako pakiwa hakuna amani, maisha hakuna Tuhakikishe tunafuata maelekezo ya serikali, kadhalika tunafuata maelekezo ya viongozi wetu wa dini. Haya mazoezi yasiishie hapa, kwamba tu tusubiri mpaka wakati wa uchaguzi haa. Haya, tukishachagua tu, mheshimiwa, tumekaa tumekakaa miezi minne mitano, unafuta tena hapa, tunazungumza tunabadilishana mawazo viongozi. Hapa tunacho kitabu katika Biblia yetu takatifu kinaitwa ni Zaburi sasa kwenye Zabudi humo Zabudi ya m1 tatu inasema tazama, ilivyo vema na kupendeza ndugu akikaa pamoja au moja. Mimi nafikiri hilo ndilo tunaloliona hapa sasa. Hilo ni mojawapo ya hivyo ambavyo kweli malengo yaliyowafanya hawa hii kamati ya amani pamoja na mahusiano ya dini mbalimbali wamekuwa na chombo hicho, wakiamini kabisa kwamba sisi ni watoto wa baba mmoja, tukae pamoja na tuwe tayari kufanya mambo pamoja, na mojawapo ya hayo ndio hilo ambalo limesemwa leo la amani, pamoja na vile vyote vinavyoenda nalo ambavyo tumevisikia hapa, kama ni haki, kama ni upendo kama ni umoja, ushirikiano, vyote hivyo vinaendana na kitu hicho, amani.